vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje, hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, oh, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? <laughs> niwaulize ndugu zangu niwaulize kwao, hayatokei okay. kwao hayatokei okay. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugawia ni fedha chache wanayotugawia na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia Nataka niwaambie Tanzania, oye! Haya, tukae ndugu zangu.